Serikali ya kaunti ya Makueni iliandaa hafla ya kuadhimisha siku ya utalii katika msitu wa Kivale eneo bunge la Mbooni. Wakazi wa kaunti hiyo wametakiwa kuendelea kuhifadhi misitu na kupanda miti kwa wingi na hususan katika milima iliyo kwenye kaunti hiyo katika harakati za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Hafla iliyovutia idadi kubwa ya wakazi wa Makueni hukuwa akitumia fursa hiyo kukwea mlima wa Kivale ulioko na mita zaidi ya elfu moja na mia tisa. Hatua ya kuhifadhi msitu huu wa Kivale ambao ndio chanzo cha maji ya bwawa la Mulima zikisifiwa Conserve environment, vizuri kuna mahali huku Makueni unaona kweli, ukiona mlima unawacha huo mlima in the last two years, haikuwa namna hiyo, watu wamekata forest, lakini watu wa hapa Mbooni kongole kwenu ya kwamba mumeweza kuhifadhi mandhari na zile forest ziko hapa. Aidha, Makueni inalenga kutumia milima iliyoko hapa kuvutia watalii na kuongeza mapato ya kaunti sawia na mapato ya wakazi. Makueni, we are very deliberate in promoting this our ecotourism centers. Well, uh, earlier the year we did Mboizao and uh, last year we did, we did Nzawi Hills. So tuko na furaha sana na tunahimiza tuna watu wakuje wajionee hii mlima. Toto ni kama 14 14 kilometers, ukienda 7 na kurudi 7, na is the highest point ya Makueni at 1900 meters above sea level, na ni mahali unaweza kuenjoy sana, hakuna jua sababu utapitia katikati ya, ya miti na tuweze ku train guides Watu wao wakikuja wanajua wako secure. Mtu anaweza wa kushinda hapa tangu asubuhi mpaka jioni, akitaka kuweka tendi anaweza tenda, lale mpaka kesho asubuhi aondoke, lakini pia awache, amelipa fedha kadhaa. Kwa hivyo tuna develop hiyo concept, ndiposa to improve tourism. Wale watu ambao wanapenda ama wako na tabia za kupenda kukatakata miti ovyoovyo ovyo. Tuwahimize tuwa wawache hiyo maneno. Wenyeji waliofika kwenye hafla hii wakielezea furaha yao huku wakisema hafla kama hizi zitasaidia kuboresha mazingira. tukiangalia about the climate change, Makueni kuna venye kuna njaa sana, so tuangalie tupande miti, na wakati huu mvua inakuja tupande miti, watu miti itatusaidia kuvuta mvua, na wakati huu wakati kuna mvua ndo wakati mwema wa kupanda. Tunafurahia kwa sababu tumezunguka katika hii milima ya Mbooni, tukaelimishwa tuka na tukaona mambo mengi ambayo itatusaidia ita sisi kama watu wa kiwango cha chini kutunza misitu yetu. Kando na vivutio vya utalii, kaunti ya Makueni inatumia hafla hizi kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Makueni kutunza mazingira. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni.